Msemaji wa klabu ya Simba eh, Ahmed Ally ameweza kufunguka mambo mengi kufuatia ukurasa wake wa Instagram mapema siku ya leo asubuhi. Ameweza kusema kama ifuatavyo, mitanukuu jinsi kama alivyokwisha kuandika: nimepitia kwa utulivu matakwa ya nyuma mwiko walioyawasilisha bodi ya ligi. Nimeona kuna usela mwingi badala ya hoja za msingi. Unataka katibu mkuu wa TFF ajiuzulu kwa kushindwa kusimamia waamuzi. Pengine hamjui kazi za katibu mkuu ni nini. Jukumu lake ni kuandaa kozi za waamuzi, kuboresha maslahi yao ya kuadhibu wanaokosea yote hayo yanafanyika kwa asilimia mia moja. Mafanikio ya leo kwenye mpira wa miguu ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu akisimamiwa vema na Rais Wallace Karia na kamati yake ya utendaji. Timu zetu za taifa za madaraja yote zinapishana kwenye michuano ya Afrika. hii ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kueleza mafanikio yake, lakini itoshe kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi ya kwa maslahi yenu wanataka pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo naye ajiuzulu. Kwa kosa gani? Ubaya wa Kasongo umeanzia lini? Wakati mnachukua ubingwa mara tatu hamkuona ubaya wa Kasongo. Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi nne kwa ubora Afrika. Vipo vilabu vinajiendesha kwa fedha kutoka kwa wadhamini waliofutwa na bodi ya ligi ya Kasongo. Tuambie tu, tuambi Hatujajiandaa kumpoteza Kasongo hivi sasa. Mazuri yake ni mengi kuliko ubaya mnaompakazia. Ninachokiona mimi, haya ni mapambano kutaka kuweka watu kwe, wenu kwenye nyadhifa hizo, na sio watende haki, bali wasimamie maslahi yenu. Hatuwezi kuruhusu hilo litokee. Mikwara ya kuwa hatushiriki ligi msimu ujao mpaka matakwa yako yafanyiwe kazi, huo ni mkwara wa bata. Mpira wa nchi hii unaweza kwenda bila wewe na watu wakafurahi tu, amepotea. Pan Africa Red Star na Cosmopolitan, wewe ni nani by the way? Timu yenu ni sport club. Mkiona mpira umewashinda endeni mkacheze boxing au basketball. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika eh, Ahmed Ally kufuatia ukrasa wake wa Instagram. Sasa kile ambacho alikiandika ni ola comment za wadau wengi, ngoja nikusomee baadhi ya comment ambazo wadau waliweza kujibu katika posti ile ambayo ameweza kuposti mse, msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally Huyu hapa anaitwa official bad stia, akaweza kusema kwamba kama unaamini Yanga wote vilaza, like hapa haya. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba huu msimu huu hawa watu wanaongoza kwa kesi. Namba moja, wameanza na magoma. Namba mbili, wakaja kwa kagoma wakala kio tatu wamekuja kwa Azam TV wakala kio ya huruma. Nne, wakaenda kwa waandishi wa habari ili wapate watajwa vizuri ili ibidi wawape pesa za kusongesha. Namba tano, wakaenda tena kwa Ahmed Ally wakala kio sita. Wakaja kwa kesi eh, kutolipa kodi wakapigwa KO. Namba saba wakaenda tena kwa kesi ya kutolipa madeni ya wachezaji wakapigwa KO nyingine. Namba nane bodi hawakumaliza wakaenda kwa Rais Karia wakapigwa KO. Namba tisa wakakimbilia CACA wakakimbilia kasi wakapigwa KO tena. Namba kumi wakaenda kutia huruma serikalini ili wasaidiwe wakakutana na KO mpya. kumi na moja Wakajifariji, wakaamua kwenda mahakamani. Walichokutana nacho ni bora serikalini, wakapewa za uso kumi na mbili. Sasa hivi wanadaiwa dai, wana songesha hawatake kulipa huyo. <laughs> Ndivyo alivyoweza kuandika hio, anaitwa the real sell. Haya, huyu mwingine anaitwa Kimkado, akaweza kusema kwamba semaji yupo paragrafu ya mwisho, asiguse mtu tafadhali. Mwingine akaweza kusema kwamba asante dada Mwanaali kwa uchambaji wako mzuri mwingine akaweza kusema kwamba kaka, ungekaa kimya kulinda heshima yako. Mwingine akasema kwamba sasa wewe inakuhusu nini? Mwingine akaweza kusema kwamba wewe kama nani hapo, wewe uligoma kumaliza saizi, tuache tutambe zamu yetu. Mambo ya pesa za ubingwa huyajui, tulia. Haya, mwingine akaweza kusema kwamba umekuwa msemaji wa Bodi ya Ligi ne? Boimanda, Boimanda nafasi yake ishapata mpinzani. Mwingine akaweza kusema kwamba kumbe kweli huyu bwana kichwa maji, nilijua Wana msingizia ise. Haya, huyu hapa anaitwa Jo, yeye akaweza kusema kwamba mzee fuatilia mambo yako, sisi hata mo tunaweza kumwazimia atoke na akatoka kudadadeki. Haya, huyu mwingine anaitwa Beiba JR, akaweza kusema kwamba basi tu unataka na wewe uende mjini unatembelea upepo. Mwingine akaweza kusema kwamba huo mda uliotumia kupitia ungepitia mh, akila akili yako unayoongopea mashabiki kwa nini mna, mna mnanunua marefa? Shida ipo kwenye nini? ingekuwa ungekuwa mbali sana. Mwingine kaweza kusema kwamba wewe, huo wakala wako peleka msibani huko, atutaki kelele, ataki kelele zako mzee, kimekuasha asubuhi hii. Mwingine kaweza kusema kwamba sawa, mtu wa kupitia kwa utulivu, ila ndio hivyo hatuchezi haya lia sasa. Mwingine kaweza kusema kwamba E, na kwenye logo yao kuna, ki, kuna kimtu kinacheza rede na kibondia waende huko wasitutishe. Mwingine anaweza kusema kwamba, semaji ijumaa kwa Fetete Star, Brian Juh, e, yangu, najua inaogaga bali safari hii page namba tatu kabisa mimi nitalipia. Mwingine anaweza kusema kwamba bayo buela. Mwingine anaweza kusema kwamba hiyo hiyo sio kazi yako, dili na timu yako kolo wewe. Eh? E, unawashwa na nini tutakukuna Haya, mwingine akaza kusema kwamba tatizo wewe ni kichwa maji naona, eh, bado kidogo uende Milembe. Huyu akaza kusema kwamba hujawahi kuwa na utulivu katika hilo no. Mwingine akaza kusema kwamba na uzuri boxing zinawafaa maana hata kale kanembo kao kuna picha ya bondia pale. Mwingine akaza kusema kwamba hivi sinema zetu eh hai fall under sport club. Mwingine angaza kusema kwamba siku nyingi utatolewa eh. Mwingine angaza kusema kwamba sasa kama ni kuadhibu makosa yao na kuwakosea kwenye mechi zenu eh? Hawadhibiwi, si unaona hoja yako ni ya kijinga, kolo wewe. Mwingine anaweza kusema kwamba, kwani wewe mbona unawashwa sana mbona ngoma sio ya kwako unaikatikia viuno kesi ya Yanga, TFF na bodi ya ligi. Haya, wewe unahusikaje hapo au unataka nini hapo? punguza shobo. Mwingine anaweza kusema kwamba wewe jamaa kweli kazi. Kwa hiyo Yanga walichukua ubingwa mara tatu kwa sababu ya Kasongo. Yaani, semaji kabisa unaongea kauli hiyo mm. Haya, mwingine kusema kwa kwamba sadakta on point. Kwanza, TFF anaongoza vilabu 16 vya NBC Premier League na sio kilaza moja. Mmeweka maandishi matatu kwenye ligi yetu, zaidi ya asilimia tisini ya vilabu mnashinda tano, alafu Champions League. mnashinda mnashinda kupata hata goli moja la kufuzu, lakini tumekaa kimya. Leo mnataka kupachika watu wat, watu wenu TFF kwa lazima, ili kupitisha mambo yenu ya hovyo na kuuzika mpira. Haikubaliki hii. Akaanza mwingine kusema kwamba kama TFF na bodi ya ligi ipo sahihi kwa asilimia mia moja, je, uligoma nini kutopeleka timu tarehe 8 ya mwezi wa tatu? Kama hakuna changamoto yoyote, ulitoa tamko la nini kuhusu kususia mechi ile? Na mlitaka uchunguzi gani? Au tatizo limetatuliwa na nani mpaka sasa mseme mpo tayari? Kwa kifupi Simba hamna akili. Ahmed Ally una akili, akili na utabakia kuwa mpumbavu wa mwisho katika mpira. E, mkinipa majibu ya barua yenu ya tarehe nane bila hisia nitawasikiliza na nitawaelewa, ila nacho, nachokiona sasa nimeemko na upuzi wa Simba Sport Club na viongozi wake wajinga tu. Mwingine akaweza kusema kwamba wewe ni mbwa kama mbwa wengine haya. Mwingine akaweza kusema kwamba nimevaa viatu vya nyuma mwiko. E, nikiwa nasoma hii makala aisee, nimeumia sana. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika. Hivyo mwingine wa mwisho akaanza kusema kwamba "By the way timu yenu ya sport club mkiona mpira umewashinda nendeni mkacheze boxing au basketball, hii ndo safi kabisa." hizo ndo comment za dau walichokijibu, baada ya msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally kuchapisha chapisho refu, ambalo hilo chapisho lilikuwa ni kama vile anawajibu klabu ya Yanga ambayo wamekuwa kilalamika sana, kufuatia barua ambazo zimekuwa zina majibizano kati ya taasisi tatu: Yanga, Bodi ya Ligi, pamoja na CRDB. Hapa ni Blue House, Dax Media, subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu na update zetu zinazotoka kila wakati. Kati asante.